Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya W Sabo Clinic. Leo nitaongelea dalili za mwanzo ambazo zinaonyesha kwamba wewe utakuwa umepungukiwa nguvu za kiume ambayo tunasema ni erectile dysfunction ya awali ambayo utakuwa nayo. Ukiona dalili hizi, basi tambua moja kwa moja uh, una upungufu wa nguvu uh, za kiume. Lakini dalili ya mwisho ukiona hiyo dalili hauna lakini zote za mwanzo unazo, basi jua wewe nguvu uh, unazo, haina haja ya kutumbuka na kutafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume. Lakini pia nimeshaelezea kwenye clip zilizopita kwa wale ambao unauliza dawa ya kuongeza maumbile, moja ya changamoto ambayo tumekuwa tukiulizwa mara kwa mara, nimeshajibu hilo swali moja kwa moja. Sasa leo tuingie kuangalia je, ni dalili zipi? Ukiziona dalili hizi basi ndugu yangu tambua kwamba nguvu zako za kiume zinashuka. Namba moja tunasema ni ume kushindwa kusimama vizuri, eh? Ina maana inachukua muda mrefu a kusimama unaweza ukawa na mpenzi wako, unaweza ukawa na mke wako. Ukiona uume wako unashindwa kusimama vizuri, au unachukua muda mrefu bila kusimama, basi shituka, inawezekana nguvu zako zimeanza kupungua a, taratibu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu unapokuwa na mwenza wako, ina maana tayari supply ya damu kwenye uume inakuwa ya hali ya juu, kwa hiyo uume unasimama vizuri. Sasa ikitokea unakuwa naye, lakini uume hausimami vizuri, ndugu yangu chukua hatua. Hiyo ni changamoto kubwa namba moja, ambayo ukiona usikae kimya. Na moja ya changamoto kubwa ambayo inatukumba na wanaume ni watu wa kukaa kimya, yaani ikitokea jambo huwa tunakaa kimya na tunasubiri mpaka jambo linakuwa kubwa, na jambo lishakuwa kubwa basi jue tutapata madhara makubwa sana. Kwa hiyo ni jambo namba moja. Jambo namba mbili tunasema kusimama kwa muda mfupi na kulegea kabla na baada ya kumaliza tendo la ndoa. Ina maana ndugu yangu, unakuta uume mwanzoni unasimama vizuri kabisa, uume unasimama barabara kabisa vizuri, eh, wanaume wanapenda kuita nginjanginja nginja. lakini baada ya muda mfupi unakuta ule uume unasizi, ule uume unalala. Ndugu yangu, kama utakuwa unaona dalili hiyo, basi shtuka, ni kwamba nguvu zako za kijinsia zimeanza kushuka. Kwa hiyo inabidi utafute suruhisho, inabidi ufanye namna upate suruhisho, upate uh, na namna ya kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Lakini pia namba tatu tunasema ni kupungukiwa hamu ya tendo la ndoa. Wapo wengi sana nakwambia, ami anakuambia ami, dokta, nina ah, muda mrefu eh, ni na muda mrefu si Sina hamu ya tendo la ndoa. Ukiona hauna tendo la ndoa wewe mwanaume, na haulikuwa haupo kwenye, kwenye kazi labda za kukupa msongo wa mawazo, yani upo tu ulikuwepo, lakini bado hamu ya tendo la ndoa lipo bila sababu za wazi, hizo ni dalili na ni dalili za kwanza zinazoonyesha kwamba wewe nguvu zako za kiume zinapungua. Nguvu zako za kiume zinaweza kukupa a, shida. Unachotakiwa hakikisha unachunguza kwa nini. E, hiipo kwa siku moja ya, siku moja mbili sawa, lakini unakuta mwingine mwezi mzima hana kabisa hamu ya tendo la ndoa. Ukiona una dalili hiyo shtuka, hiyo ni hatari sana, e, kwa afya yako. Lakini pia ha, kuchoka haraka haraka, ukukosa nguvu mwilini hasa jioni, unapungukiwa energy, eh, unakuta ni mzaifu, eh, lakini pia unakuta unachoka, yani bila e, ulikuepo, unaweza kuta kuna siku nyingine haujawa mzigoni hujaenda kazini, lakini unakuta unachoka, mwili wako unakosa nguvu mara kwa mara hasa jioni. Hapa ni sehemu namba moja ambayo unatakiwa pia uidhibiti kwa sababu mwili wako kuwa na nguvu ni rahisi sana kutuonesha kwamba wewe kiafya uko vizuri. Sasa mwili wako ni dhaifu. Kama ni dhaifu, shtuka, ni shtuka. Hiyo changamoto kubwa inaweza ikaonesha moja kwa moja kwamba wewe una upungufu wa nguvu za kiume au nguvu za kijinsia. Lakini kumwaga mapema sana premature ejaculation nimekuwa nikielezeni uh, namna uh, kwenye jambo la kumwaga makake. Kuna wengine wanakuambia uh, wanatafuta tiba ya kukaa kwenye kifua cha mwanamke ndani ya dakika thelathini. Uh, hii ni changamoto kubwa sana, changamoto kubwa sana, lakini wewe kama unaenda ndani ya dakika tatu mpaka saba mwanaume uko vizuri. Haina haja ya kupaniki kuanza kutafuta a dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Tatu mpaka saba fresh kabisa, lakini chini ya dakika mbili ni premature ejaculation. Mambo ya dakika 30 arobaini asijajua, lakini ni ngumu sana e, labda ukitaka kufanya hivyo vizuri, labda mke wako au hayupo, yani amepoteza kabisa, ni mke wake hauna, hauna joto anatoi uteute hapo, unaweza ukakaa lakini tofauti na hapo kama unajuta na uteute, yaani mwanamke ukiwa wake kiafya uko vizuri, utembei ndugu yangu, acha kujichosha na kujichanganya. Lakini nyingine kujisikia, tunasema kutojisikia mwenye nguvu au kujiamini wakati wa tendo la ndoa. Wapo wengi sana unakuta hajiamini kabisa Anakwambia hapa, dokta, yani nikifanya nitafeli, yani lazima ni feli. Na hii imeangusha wanaume wengi sana, wengine wameshindwa kuoa kabisa aa, kwa kuhofia kwamba atafeli, ataonekanaje? Eh, taonekanaje? yeye ni kidume, ataonekanaje yuko vizuri. Ila hii ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba wanaume wengi sana. Kwa hiyo ukiona pia ujiamini vizuri basi, ndugu yangu, hiyo pia ni dalili mojawapo kwamba wewe ni mzaifu. Unachotakiwa ni kutafuta suluhisho, ni kutafuta tiba ya kuweza kuondokana na jambo hiyo. Lakini namba saba tunasema umekuwa baridi au dhaifu asubuhi hii nitaielezea vizuri, sasa tuweze kufahamu. Nimekuwa nikiwambieni wewe, kama unataka kujigundua kwamba hauna nguvu za kiume, jichunguze asubuhi. Unapoamka asubuhi, ndo inakupa majibu, uko vizuri au hauko vizuri. Ni kwa nini? Kwa sababu asubuhi ulikuwa umelala, umepata usingizi mzuri, lakini pia damu inazunguka vizuri, lakini pia ujawa na hey, ujawa na mawazo eh, ujawa na vitu vingi kichwani, ili asubuhi unapoamka pengine unaamka kichwa yako kinakuwa fresh kabisa. Sasa ukiona upo kwenye hiyo situation, basi ajua wewe nguvu za kiume unazo. Lakini ukiona unaamka asubuhi ee, mzee amelala kabisa na amesizi mara kwa mara, jichunguze kwamba wewe hauko sawa. Ila kama umeamka asubuhi, msumari umenyooka Eh, mashine imesimama basi, hapo unaweza ukajipa asilimia kwamba sina changamoto ya nguvu za kiume. Kwa hiyo sehemu sahihi ya kujiangalia wewe uko vizuri au uko vizuri ni asubuhi. Kwa nini hatujasema jioni? Kwa sababu jioni unakuja tumechoka. Mara nyingi unakuwa makazini huko, umechoka, umevurugana na watu, umekuja, hauna hili hauna lile. Basi hakikisha hiyo haiwezi kuwa kipimo. Kipimo sahi ni asubuhi, pale unapolala kabisa ukapata usingizi. Acha siku ambayo umelala, umekuwa na mawazo, umekuwa na stress, usiku wa mchana unawaza madeni, nini, vitu vingi. Nadhani wanaume, hakuna mtu ambaye ana stress eh, hakuna mtu ambaye hapitii changamoto eh, ila ile umelala kabisa, umeamka asubuhi kuta msumali umesimama, aina haja ya ku Uh, haina haja ya kulalamika sana, haina haja ya kutafuta nguvu za kiume, wewe nguvu za kiume unazo. Kwa hiyo kama huko hapa, tuambie ni dalili ipi ambayo wewe inakukumba kwenye vitu vyote ambavyo tumeviongelea kwenye clip zilizopita, kwenye video zilizopita tumeshaongelea namna ya kuondokana na changamoto hii, lakini sababu zinazopelekea changamoto hii, na kama bado unateseka basi uh, utapata suluhisho, utapata manipawa, inasaidia watu wengi kuondokana na changamoto hii kabisa. Lakini cha mwisho nikukumbushe kwamba uh, Hakuna dawa ambayo inaweza ikakuongezea maumbile eh. Hakuna dawa ambayo tunaweza kusema ipo kwa ajili eh, ime ime imekuwa be proved kwamba ina kuongezea maumbile ah. Kwenye swala la kuongeza maumbile eh, zipo vipo vitu viwili. Kuna watu ambao wamezaliwa hivyo sawa, yaani ndio maana nikaonyesha eh, kuongeza maumbile inawezekana au haiwezekani au tunaweza kusema tiba ipo au haipo. Haipo kwa wale ambao wamezaliwa na ume mdogo. Kama umezaliwa hivyo, acha kupoteza hela. Sawa, hiyo haiwezi kuongezeka, lakini tujue kwamba uume mdogo au kibamia hakihusiani kabisa na kumridhisha mwanamke. Yaani unaweza kuwa na uume mkubwa na ukashindwa kumridhisha mwanamke, hiyo tunaita kubwa jinga. Lakini pia kuna watu ambao uume wao ulikuwa mkubwa, lakini kadri ya siku zinavyoendelea, uume wao unakuwa mdogo. Hii inatokana na changamoto ya ngili, velicoseli, hydroseli, eh, kujichua. Unapokuwa unajichua uume unaweza kuwa mdogo kwa sababu na asidi ile mishipa ambayo ambayo ipo kwenye uume basi huyu tiba ipo huyu, e, anaweza akapata tiba. Ndio maana mara nyingi hata sisi huwa tunatoa ile tiba ya kunyosha ume bure, huwa tunaitoa kabisa kutoka inakunyosha kunyoosha ume imewasaidia watu wengi sana, kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Nadhani nimelijibu hapo swali. Kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya, tuwasiliane leo ili uweze kupata suluhisho. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, usahau kusubscribe, komente, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.